Nawashangaa watu wanaowaua wenzao au wanaojiua, nawashangaa sana, kwa sababu anayeuawa anakufa mara moja, habari yake imefanya nini? Imeisha. Lakini wewe uliyeua unakufa mara nyingi kabla ya kufa kabisa. Kila ukikumbuka umeua, kila ukiona mtu amekuangalia, unafikiri anajua kwamba ulifanya nini. Lakini uliyemuua alishapumzika muda mrefu walio wengi wanaoua ili waweze kusahau dhambi hiyo, wanaishi kwa kulewa, kwa kujificha, kwa kukaa kimya, kwa kuhamahama. Hawana maisha ya maana yoyote tena. Siku hizi wapo wanaodai wanawaua wenzao kwa kisingizio cha kulitetea taifa. Ndugu hao watakufa na taifa litabaki, Alafu litawasahau yaani. Umeua watu kwa kulitetea taifa, baadaye na taifa linafanya nini? Linakusahau, linamkumbuka uliyemuua wewe. Na kimbelembele chako unakwenda kutesa watu, kuwaua watu ukifikiri unalitetea taifa, alafu taifa linakusahau, halikumbuki kama uliua kwa ajili yake. Taifa ni la kufia, sio la kuua watu. Kama unalipenda, kajiua wewe mwenyewe Sio kuua watu. Kama unataka kutuonyesha unavyolipenda sana hilo taifa lako unavyokipenda sana sijui hicho chama chako, jiua mwenyewe tukuone, kweli unafanya nini.